Uh, wafugaji wote tunaelewa ukubwa wa changamoto ya mafua. Sasa uh, mafua yana hatua kadha wa kadha na mara nyingi sana ukishapata mafua huaga inakuwaga ni vigumu sana kutibia. Sasa kwenye hii video ninakwenda kukupatia e, tiba tano ambazo zitatibu mafua yako. Na maana ya kuweka hizi tiba tano ni kwamba kama utajaribu tiba ya kwanza utashindwa, basi utajaribu ya pili, ya, ya tatu katika hizi tiba tano. Lazima tu kuku wako watapona, hata kama wanayo mafua sugu kabisa. Sasa tuwazie uh, kuona dalili za mafua kisha, tutakuja tutaangalia ni mazingira yepi yanayopelekea kuku wako kuweza kupata mafua, tukianza na dalili za mafua. Uh, kwanza kabisa mafua ya awali utamkuta eh, kuku anakoroma kwa umbali sana, kama vile anapiga chafya hasa nyakati za usiku. Ukiingia bandani nyakati za usiku utaona kuku kama vile wanapiga chafya, na hii dalili huwa inaonekana vizuri kabisa kwa vifaranga. Ukienda muda ambao wametulia wamepumzika, basi utawakuta kwa umbali kama vile wanapiga e, chafya. Na dalili nyingine, kuku wako kukoroma, utakuta kuku wanakoroma, basi ujue e, hiyo ni dalili naashiria kwamba kuku wako wapo na mafua e, kutokwa na kamasi puani. Utawakuta kuku wako wanatokwa na kamasi puani, basi hiyo ni dalili ya kwamba kuku wako wapo na mafua. Na kama wana mafua sugu e, basi huwa inapelekea hadi kuku wako kuvimba macho. Utakuta kuku wako wamevimba macho yote mawili, na kama utapanua yale macho kuangalia mle ndani utakuta kama vile kidonge chekundu kinakuwa kinatoka kama hivyo ambavyo unaona hapo kwenye hiyo picha. Kwa hiyo hii ni dalili tosha ya kwamba kuku wako wapo na mafua na mafua yanatibiwa vizuri kabisa kwenye dalili za mwanzo kabisa, pale huwa inakuwa ni rahisi sana kuweza kuyatibu mafua. Hizi dalili za mwanzo ni ngumu sana kuzitambua kwa mfugaji ambaye hana uzoefu au mfugaji ambaye hayupo karibu na kuku wake, yani hawaangalii mara kwa mara kuku wake. Kwa mfano sisi Kingo Farm kwenye kundi letu huwa tunasisitiza sana e, wafugaji kutenga muda wa kuangalia kuku, lakini pia sio kila muda utaingia bandani. Kuna nyakati maalum ambazo au muda maalum ambao ukiingia bandani, kuna dalili ya kuku utagundua, utagundua kama kuku wako ana dalili ya mafua, kuna muda wake wa kuangalia hizo dalili. Lakini pia kama kuku wako anazo homa za matumbo na kuhala, kuna muda wake maalum ambao utaingia bandani, utaangalia vinyesi, utapata hizo dalili. Kukuwa, hizo dalili dalili sio kila muda kuku anaweza akakuonyesha hizo dalili, kwa hiyo unaweza ukawa unaingia nyakati za mchana ukaona kuku wako kama wapo vizuri, au unaweza kuwa unaingia muda ambao sio sahihi wa kutazama kama kuku wako ana dalili za awali kabisa za mafua, ukawa unaona kuku wako wapo vizuri mpaka baadaye unakuja kupata mafua sugu, ambao unakuta kuku haoni kabisa. Sasa kuku akishafika kwenye hatua ya kutokuona, tayari unakuwa unaanza kupata vifo, na huwa inakuwa ni ngumu sana kuweza kuatibia katika hii hatua. Kwa hiyo kwa kuyajua yote hayo na sisitiza wewe mtazamaji, ujiunge na kundi letu la WhatsApp kwa shilingi elfu tano. Tunatoa elimu kwa mapana zaidi huko, lakini pia kwa wale ambao wanataka kupunguza gharama za ufugaji, basi tunasisitiza zaidi kupata vitabu vyetu. Tunavyo vitabu vitatu, ambacho tunacho kitabu cha tiba za asili. Hichi kitabu kitakusaidia sana sana kuatibia kuku wako kwa vitu vya asili. Vitu vya asili vinafanya kazi vizuri sana kwenye matibabu kuliko hizi dawa ambazo tunakuwa tunazikimbilia. Lakini pia tunacho kitabu cha safari ya ufugaji ambacho kina kanuni bora kabisa kuwachanganyia kuku wako chakula, miongozo yote. Kuna wafugaji ambao huwa hawawezi kuchoma chanjo kuku wao, hasa chanjo ya ndui. Mle kuna maelekezo kabisa namna ambayo utachoma chanjo, kwa hiyo utafanya vitu wewe mwenyewe. Aa, lakini pia kuna kitabu cha ufugaji wa broiler ambacho kina bajeti kina namna bora kabisa ni e, booster za asili za kuwapatia broiler. Wengi tunaamini kwamba broiler hawachanganyii chakula, lakini mle tumekuandikia kanuni bora ambayo sisi pia hapa shambani huwa tunaitumia kwa ajili ya kuwachanganyia chakula kuku aina ya broiler. Kila kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi, vipo katika mfumo wa PDF, tunakutumia WhatsApp. Hivi vitabu hatuna hard copy, tunavyo soft copy. Ah, sasa kuna mazingira mengi sana ambayo yanapelekea kuku wako kuweza kupata mafua, lakini mimi hapa nataka nizungumzie eh, pande mbili tu, ambazo kwa wafugaji wengi sana ambao huwa wananipigia simu mara nyingi sana, haya mazingira ndio huwa yanasababisha kuku wao kuweza kupata mafua. Kwanza ni mzunguko wa hewa bandani. Wafugaji wengi Uh, mabanda yao namna ambavyo wanayajenga yanakuwa hayaingizi eh, hewa ya kutosha, hayafanyi mzunguko wa hewa wa kutosha. Uh, kama wewe unatufuatilia sisi Kingo Farm, nadhani eh, huwa unaona eh, mabanda yetu ambavyo yapo hapa, hayo ndio mabanda yanayofaa kabisa kwenye mzunguko wa hewa. Yawezekana ukawa ni mfugaji wa muda mrefu ukaja baadaye kupata changamoto kwenye mabanda hayo hayo ambayo ulikuwa hupati changamoto, na ukajisahau kabisa, ukahisi labda eh, hiyo changamoto haitokani na mabanda. Lakini eh, kinga za kuku zinatofautiana. Kuna kuku wanaweza wakavumilia banda ambalo halina eh, hewa ya kutosha. Uh, lakini pia kuna madhara ambayo anaweza kapata kama vile kudumaa, vitu kama hivyo hapo. Lakini pia ukiongeza kuku wakiwa wengi, eh, itafanya wapate mafua kwa urahisi kabisa. Kwa hiyo hakikisha una madirisha ya kuingizia hewa na kutolea hewa. Hakikisha ukiingia kwenye banda la kuku uwe kama vile upo nje, yaani kitu kikubwa ni hicho sio? Ukiingia kwenye banda la kuku unaona kabisa hapa ile harufu, unaona kabisa kwamba hapa nimeingia kwenye banda la kuku uh. Kwa hiyo jambo la msingi ni kuzingatia sana sana mzunguko wa hewa kwenye banda la kuku, na hichi kitu tutakuja kukizungumzia hapa kwenye YouTube yetu. Kina faida kubwa sana kwenye ukuaji wa kuku na kwenye ufugaji kwa ujumla. Mabanda, mzunguko wa hewa una faida nyingi sana lakini pia e, jambo jingine ni usafi wa banda. Unakuta banda limechafuka kwa muda mrefu, linatoa harufu kali, ile harufu ya amonia. Tena ile harufu ni hatari sana kwa sababu kuku wanaanza kupiga chafya, wakipiga chafya wanaruka moja kwa moja, utakuta wanaanza kuvimba macho ambayo ni hatari sana ni mafua ambayo sisi tunayaita ni mafua makali kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kuweza kuyatibia hayo mafua. Aa, sasa nataka nikutajie michanganyo mitano ambayo inatibu mafua vizuri kabisa, ni michanganyo bora kwa kutibu mafua na kama utajaribu mmoja, utakushinda kujaribu wa pili, na uhakika kabisa kuku wako watakuwa wamepona vizuri kabisa mafua. Hapa nitakutajia tu vitu ambavyo utaviweka, sitakutajia vipimo. Kama unahitaji vipimo zaidi, utapata kitabu cha tiba za asili. Tupigie simu, tukuuzie hicho kitabu cha tiba za asili ili uweze kuangalia vipimo kwa undani kabisa hivi vitu ambavyo tunakuwa tunavitaja hapa. Lakini pia, uh, sisi Kingo Farm tumeshazungumzia mara nyingi sana hizi tiba Ukitafuta video zetu kwenye video zetu huwezi ukakosa kabisa kabisa e, tiba ambazo tunazitaja hapa. Tumeizungumzia tiba moja baada ya nyingine kwa undani kabisa, tukianza na mchanganyo wa kwanza kabisa. Mchanganyo wa kwanza utachukua tangawizi E, kitungu saumu na pilipili pili. Huu ni mchanganyo ambao unatibu mafua vizuri kabisa, hasa mafua ya mwanzo yale ya chafya, pale ambapo utaona dalili kama nilivyowaambia mwanzoni. Ni muhimu sana kukaa karibu na kuku wako kuangalia e, kuku wako kusoma dalili ambazo wanazo kuku wako. Ukiona dalili zile za mwanzo, basi utatumia huu mchanganyo, na huu mchanganyo uzuri wake unafaa kabisa hata kwa kifaranga wa siku mbili, hata kifaranga siku mbili ukiona anakoroma napiga chafya basi utampa huu mchanganyo, mafua yatapona vizuri. Na mchanganyo wa pili utachukua tangawizi, kitunguu saumu, pilipili utaweka pamoja na turmeric hii tunaita binzari au manjano kwao Utachanganya. Unaweza ukaona kwenye mchanganyo wa kwanza hapa imeongezeka binzali. Maana yake ukiona ule mchanganyo umeshindwa basi, utakuja utaongeza binzali huo mchanganyo wa pili na mchanganyo wa tatu. Sasa tufanye kitu kimoja, mchanganyo wa kwanza ule ndio mchanganyo wa mama kabisa. Huu mchanganyo wa pili umeona tumeongeza binzali. Sasa mchanganyo wa tatu, kutoka kwenye ule mchanganyo wa kwanza niliokuta, huu utakuja utaongeza karafuu, utaongeza ule unga wa karafuu huo, utakuwa ni mchanganyo wako wa tatu. Sasa kama ikitokea kuku wako wanakohoa na kupiga chafya kutoka kwenye ule mchanganyo wetu wa kwanza, hapa utakuja utaongeza unga wa maganda ya machungwa. Nadhani jana tulielekeza vizuri kuhusiana na unga wa maganda ya machungwa. Hii inafanya kazi vizuri kabisa. Na mwisho kabisa kutoka kwenye mchanganyo wa kwanza utaongeza limau pamoja na asali. Sasa kwa wale ambao huwaga wanaishia njiani hawamalizi huku mwishoni kabisa, jamani, kuna kitu hapa sijakitaja, ni kitu muhimu sana. Unapotibia mafua hasa kwa kuku wakubwa, usitumie kwa kuku wadogo, lazima uweke kitunguu maji. Kitunguu maji kinasaidia sana kuweza kusafisha ule mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaweka kitunguu maji kwenye kila mchanganyo wako. Ukiwa na kitabu cha tiba za asili tumeelekeza kiasi ambacho utakitumia e, kwenye hiki kitunguu maji, kwa sababu kitunguu maji ukizidisha tu kina madhara kwa kuku wako. Kwa hiyo muhimu sana ukatumia kiasi sahihi. Asanteni na kwa elini.